Karibu tena ku DreamStart Labs, ndani ya hii video ndaonesha namna gani kutafuta na kutia kuusasa ID ya mshirika wako. Mshirika wako anasema hawaoni kundi yenu ku insight, wanapenda uchunguze na wajue kweli kama umeandika hiyo ID vizuri ndani ya application. basi namna gani utaipata? Utaenda kwenye muundo, unagusa kwenye profile ya kundi sho. Umeshuka umefanya ya kufata, hii page tayari itakuonyesha ID na jina ya mshiriki wako. Kama hii ID iko sahihi, basi ni vizuri, lakini kama haiko sahihi, ni lazima uguse hapo, unaivuta kisha unaongeza ID ambayo iko sahihi. Kisha baada ya hapo unafanya, imefanyika. Kisha umepiga tena, imefanyika. Hapo tayari tumetia kusasa ID ya mshirika wetu, lakini utatambua kwamba ni vikundi tu ambazo zimeundwa kama vikundi vya kweli ndivyo vitaonekana kwenye Insight. Kama umeunda kundi yako kama hivyo, kundi ya mazoezi, kamwe. Hiyo kundi haiwezi onekana kwenye DreamSave Insight. Asante.